Jijue mkristo, uliye ndani ya Kristo umekombolewa. Umefanya nini? ni jamani, umekombolewa. Zamani kuna ungu wanasema, tumekombolewa tume tumekombolewa, tumekombolewa. kwa nini jamani? Yes. na Mungu anisaidie mimi na wewe ili tuelewe. Kuna watu leo wanasumbuka, wameokoka lakini bado anaambiwa njoo ni kukomboe. Wanasahau kwamba kuwa ndani ya Kristo ni ukombozi unaotosha Tumekombolewa na kipindi hicho wakiimba hao waimbaji, kulikuwa hakuna watu ambao wanasema njoni kukomboe, lete elfu hamsini, lete nini, lete mchanga ah -ah. Imani yao katika kumwamini Mungu ndani ya Kristo Yesu, wanajitambua kwamba wao wamekombolewa, kwamba wao ni watu wa thamani, kwamba wao ni wana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe, haleluya. Tumekombolewa, mfahamu Unajua kina Paulo, hapa Petro alikuwa anawaambia ana watu u hebu muone na ufahamu, alikuwa anawakumbusha. Hata leo Mungu anatukumbusha, leo Mungu anatukumbusha uthamani wa Mkristo aliye ndani. Ana jamani, kama tumekombolewa kwa damu ya thamani, sisi ni watu wa kawaida? Sisi ni wa thamani, na ndiyo maana pale mwisho akasema hivi tunatakiwa tupendane, upendo wa ndugu usio na unafiki. Upendo sio nini jamani na. Unajua, nasikitisha leo kuna watu wameokoka lakini wana unafiki ndani yao, wana unafiki ndugu yangu. Mimi mara nyingi nawaambia, kama umeokoka na una unafiki, bado tendo la uokovu halijafanyika ndani yao. Mtu yeyote ambaye tendo la uokovu limefanyika ndani yake hawezi kufuata tamaa zake zile za kwanza za ujinga. Unafiki ni tamaa za kwanza za ujinga, umbea ni tamaa za kwanza za ujinga Masengenyo ni tamaa za kwanza za ujinga. Sasa haziko ndani ya mtu ambaye amekombolewa ndani ya damu ya thamani ya, ya Yesu, haziko, utazitafuta huzipati, maana damu ya Yesu imeshaondoa, ameshatakaswa, amezaliwa mara ya pili, amekuwa kiumbe kipya, umekuwa mtu mpya. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Hapa Petro alikuwa anatukumbusha, leo tunakumbusha ndugu zangu. Unajua mara nyingi tumeipungukia neema ya Mungu. Ndio maana makorokoro ndani ya mioyo yetu yamejaa. Unakuta tumeokoka lakini bado kuna mambo mengi. Kuna vitu vingi. Mimi nilikuwa nasikitika, unakuta ndani ya kanisa utakuta kuna watu wameokoka wame, wame, wanasema wameokoka ndani ya kanisa wanakusanyika, lakini bado wanakana uchao. Tena wanataka kumharibu mchungaji. Kufunga ufahamu wa mchungaji ili mchungaji asiwe na maono. Wa mkontrol mchungaji. Sikiliza bado wewe una jina la kuwa Mkristo lakini sio Mkristo. Bwana <laughs> Yesu asifiwe yeah. Tendo la wokovu linapofanyika kwa mtu, huwa yale yote ya kwanza anayasahau yanang'olewa, na ndio maana Petro akasema, nayahesabia yale mambo yalikuwa ni faida kwangu kama upuuzi. Kwa nini? Amekutana na Kristo, amekutana na Kristo, na ndio maana unakuta leo ndani ya kanisa hata ibada zetu Eh, Mungu anisaidie sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Mungu ameniambia niseme sana na kila idara, wapigaji. Wapigaji, ukimkuta mpigaji ndani ya kanisa ameokoka, mshukuru Mungu. alihai wa wapigaji hawaokokagi, hawaokoki kabisa, sijajua mawazo yao. Fahamu ya Mungu ingie ndani yako ujijue kwamba unafanya huduma ya tofauti sana. Kuna hali zinazoendelea kwa waimbaji na wapigaji mpigaji na mwimbaji usipojiangalia, wewe unaenda jehanamu, kwa sababu ile roho ya kiburi cha shetani bado inafuatilia mpaka leo, waimbaji na wapigaji, na adui anatafuta watu wa kwenda nao kula kwenye moto. Lakini wewe ukishapata nafasi ndani ya kanisa kwamba mimi ni kiongozi, niko kwenye mahali, jitambue, salama yako ni kuwa karibu na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Lazima lazima jitambue, wapigaji wengi hawako kanisa lakini wapigaji, mfahamu kwamba mlikombolewa mlikombolewa. Mimi pale kwangu naonaga naonaa saigakuwa na wapigaji wawili wanapishana wao wenyewe tu wanazila ibada hiyo. Ni roho ya kiburi, ni roho ya shetani. Sikiliza, mtu aliye na roho ya Mungu ndani yake humwona mwenzake ni bora kuliko nafsi yake, humwona mwenzake ni bora. Na ndio maana nasema ninyi nyote jivikeni unyenyekevu, na unyenyekevu ni tabia ya Kristo, na Mkristo ukiwa umeokoka na huna hali ya unyenyekevu bado natakiwa kupondwa pondwa kupondwa pondwa. Ah. Bwana Yesu atusaidie. Ye, sana inatakiwa kupondwa pondwa usabu sabu, ilo jiwe likuangukie likusaje? tiki tiki tiki limalize limalize limalize, unajua limalize. Limalize. Limalize. Midomo yetu inakiri sana kwamba tunampenda Mungu lakini mioyo yetu iko mbali na, mu, na Mungu na Mungu anatujua, si kwamba hatujui Nashukuru mchungaji alipokuwa naomba, anasema Mungu unatujua tunavyoketi, tunavyofanya. Mungu anatujua. mm -hmm. Mungu anatufahamu na anakufahamu na wewe, ndani ya hili kanisa anakufahamu. Kuna wengine wanaingia makanisani hawajamfuata Mungu na nia zao. Sikiliza, ukiingia kanisa la watakatifu, hebu kuwa mtakatifu. mm -hmm. anasema iweni watakatifu kama baba wa mbinguni alivyo mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. mm -hmm. Uthamani wa Mkristo al alie ndani ya Kristo. mm -hmm. Kuna vitu vingi ambavyo watu wanaosema wameokoka tunavifanya ni vya ajabu sana. <muchan> Vinamshangaza Mungu. <mwini>. Hallelujah. Bwana <muchan> Yesu tusaidie. <muchan> Sasa hivi unakuta kuna mtu anasimama anamwombea Mungu, yani ameokoka. Anamwombea mwenzake mabaya anampiga na mwangamiza, na mwangamiza. Yaani sikiliza. Ukitaka wewe kama ni mtakatifu, hebu angalia Kristo amefanya nini. Yesu amefanya nini? Yesu, Yesu alipoona mtu mwenye shida, alimsaidia. Yesu alikana mtu ambaye amekataliwa yeye, anamuokota, anampangusa, anamtengeneza. Bwana Yesu asifiwe. Haku, hakuna watu sasa hivi ambao ni wazushi kama watu wanaitwa umeokoka <tukitikana> hakuna watu yaani ni, ni wazushi sana, na sikiliza nikwambie kitu kimoja, tunajinajisi. Unaweza kuwa usio mzinzi, usinywe pombe, lakini kama umejikita kwenye uzushi ni hatari, unajua, Mungu ameniambia tumechangia watu waliokoka kulibomoa kanisa sisi wenyewe. Ndani kuna wakristo wako ndani kwa ajili ya kupeleleza uhuru wa kanisa wautoe nje kwa watu waseme, ili ili kanisa lipigwe lisiwe na maendeleo. Wako wako ulizamia hao, walioniibia mimi, mtu mpaka anaenda kufungua vyombo, anatoa adapter, anaacha booster, anaacha crossover, anaacha vyombo vyote, lakini anachomoka. Anaingia kwenye drawa ambayo ina kompyuta bovu anaichukua, anaingia kwenye drawa ambayo ina kompyuta mpya anachukua, anachukua chaja zote hivi chajazo hivi, uliza mwongozi ni mtu wa hapo hapo. Na Bwana Yesu atusaidie sana. Na ndio maana Paulo akasema kuna wengine wameingia ndani yetu, sio kwa kutu, wameingia ni wapeleleze uhuru wetu. Lakini sikiliza, nataka nikwambie kitu mmoja. Wewe ambaye Mungu amekujenga na unatamani kwenda mbinguni, hebu badilika. Wewe ambaye unataka kwenda mbinguni, kwenda mbinguni unachua, sikiliza. Hapa chini ya jua sisi ni wasafiri na nini jamani? Usijimalizie. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanawake watangazao habari njema ni jeshi kubwa, jeshi kubwa, lakini unakuta kuna wanawake ndani ya kanisa wamejisahau kwamba wao ni jeshi kubwa. Wanaenenda kama mataifa wanayoenea, wanaenda wana kama mataifa wanavyoenenda, umbea kwao mtoto wa fulani nani, hafiki popote. Sikiliza, hatujui kwamba sisi tuliokoka tuna thamani kubwa sana. Hata usemi wetu tunatakiwa tuwe makini katika kusema. Nataka nikuambie kitu kimoja, lolote unalolifanya hapa chini ya jua huwa ni mbegu, liwe ni jema au ni baya yani. unanena nini kwa watoto wa wenzako? unanena nini kwa mtu wa wenzako, mwenzako, unanena nini kwenye mji wa mwenzako? Wewe ambaye umeokoka, ujui kwamba neno lako linaweza kuleta faida au hasara. Bwana Yesu atusaidie. Yeah. Bwana Yesu asifiwe. Yeah. Haleluya, haleluya. Yeah. Unajua kanuni ya Mungu alivyokusudia. Ukimwona mwenzako na shida, huwa unamsaidia. Ndio. Yeah. Kama una mama fulani ana tatizo, ingia kwenye magoti mpaka avuke kwenye ile tatizo. Yeah. Lakini leo tunafanya hivyo. Eh, umesikia mama fulani? Eh, hey, mama fulani amekwisha. Sijui kama atafika. Eh, hey, alijisifia. Siyo tulivyoitiwa. Kweli yeah kabisa. Sivyo tulivyoitiwa, siyo mpangwa mu nado, msijifananishe na tamaa zenu za ujinga. Kumbe kuna tamaa za ujinga hizo. Tukishakuwa tumeokoka tunatakiwa tuwe mbali nazo. Bwana Yesu atusaidie.